Haligani, ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na maeneo ya kaskazini mwa ziwa Tanganyika. Kwa maeneo yanaopatikana kusini mwa ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa thelathini kwa saa. Kwa maeneo yote ya mwambao wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na maeneo yanayopatikana katika ukanda wa ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa arobaini kwa saa. Hivyo mamlaka yaliyoa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili katika baadhi ya maeneo, hususani katika mikoa ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara. Kwa upande wa ukanda huu wa Ziwa Nyasa, ni katika maeneo ya mikoa ya Ruvuma Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Mifumo ya anga inaonyesha bado kuna uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini, hususani katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Viktoria ambapo mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Simiyu. Hivyo, wananchi wanatokea katika maeneo ya ukanda huu wa Ziwa Victoria wanatakiwa kuchukua hatua stahiki usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na gurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi isipokuwa mkoa wa Morogoro. Na maeneo mengine ya nchi ya iliyosalia, ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Hapo kesho ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu mvua inaoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara. Na hali hii inatarajiwa pia katika maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Wananchi wanaotokea katika maeneo ya ukanda huu wa ziwa Victoria, hali ya mawingu kiasi, mvua inaoambatana na ngurumo za radi inatarajiwa katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo ya pwani ya kusini ya Bahari ya Hindi inatarajiwa kuwa na hali ya maingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Rukwa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine losalia, ya nchi yaliosalia inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na sasa, karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Vipindi vya jua pamoja na mvua inayoambatana na ngurumo inatarajiwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa Mwanza, mvua na ngurumo vinatarajiwa katika siku nne zijazo. Kilimanjaro, vipindi vya mvua vinatarajiwa kuendelea kuonekana kwa. Mbeya, vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua zinazoambatana na ngurumo za radi inatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine.